Kwa wale wapenzi wa filamu zetu nzuri House Girl, tupo katika episode ya 356 tunakuletea mapitio yaliyopita ili tuweze kujua kwetu sisi wapenzi wa watazamaji ni kipi kitakachokuja kuendelea kulingana na hiyo movie yetu ilivyokuwa tamu. Tunamuona mama leo hii yupo hospitalini, aliweza kumleta kijana wake mara baada ya kugundua kwamba kijana wake amletee wajukuu, basi huyu mama akaamua kuja na kijana wake hospitalini, lakini pia ili kujua nini kitakachoendelea na pia, anaweza kumpa moyo ili aweze kuvumilia kwamba atapata mjukuu. Sijui itakuwaje kwa huyu mama, maana tunaona ana hofu, ana hofu kubwa sana ya kwamba anaweza akakosa mjukuu, lakini kwa kuwa yupo hospitalini, tunaona anaweza akafanikiwa, ili kuweza kufanikiwa kwa mtoto wake kuweza kupona vizuri na kuweza kumpatia jukuu kama anavyotaka uimama. Lakini pembeni tunamuona mzee Faridi yupo na familia yake. Familia yake hii ina utata sana, sijajua Faridi ana tatizo gani. Kila akiamka asubuhi, yeye kwake ni changamoto juu ya familia yake, na anaona haipo vizuri, anagomba kila wakati, hasa kwa dada yake. Sijajua ni kipi kilichojili na kipi kinachoendelea juu ya huyu mzee Faridi? Hebu tuone siku zinazokuja na episode inayozidi kuendelea. Tutajua mafaka yake yanavyokuwa. Maana yake hii familia haishi changamoto. Changamoto ni kila siku inatokea. Dada yake, mke wake pamoja na yeye pia. Lakini kwa upande mwingine tunamwona binti yetu yupo katika nyumba ya Lili ambaye ni rafiki yake amekuja na kumwomba huyu mlinzi kwamba anahitaji kuingia ndani, lengo ni kuongea na huyu binti aliyokuwa ndani. Lakini mnaona mlinzi anamwambia unakuja kufanya nini wakati wazazi hawapo? Lakini huyu binti anamuelezea kwamba ana shida na yule Lili ambaye yupo ndani, anataka kuongea naye. Lakini tunamuona anampa masharti ya kutosha ya kwamba mimi ni mlinzi nalinda usalama wa hii nyumba, endapo ukileta ubabaishaji, basi nitakutia mbaloni. Mala tunaona huyu binti anagonga hodi kwa ajili ya kuingia ndani kwa Lili, lengo ni kuongea naye. Sijajua anataka kuongea naye kipi. Hatujajua nini maana yake. Lakini baada ya kuingia ndani tunaona kabadilika, kabadilisha maneno yake ambao alimuelezea mlinzi, na ambao anamuelezea huyu ni vitu vile tofauti. Lakini Lili anaonekana kumkataa huyo mzazi ambaye anaishi naye, maana anajua kwamba huyu si mzazi wake rasmi bali ni mzazi aliyemlea tu. Lakini, no, anamchukia sana. Lakini anaonekana ni dada ambaye ni machepeli sana. Sasa sijajua kipi kitakachoendelea, lakini, ula, kia kumpa DNA ili tujue kipi kitakachojili mara baada ya kupimwa DNA na kugundulika yule sio mzazi wake, je, atapata hiyo mali ama atakosa hiyo mali? Mimi na wewe mpenzi mtazamaji, tufuatilie episodi hii ili tuweze kujua kipi kitachotokea juu ya Lili, maana tunaonekana amekuwa na tamaa za kifedha, lakini sijajua kipi kitakachojili. Ngoja tuone, kipi kitakachotokea huko mbele, lakini hapa tunaona huyu mzee pamoja na mke wake wapo ndani ya gari wanaweza kusimuliana, lakini huyu mzee anasema huyu mke wake alikuwa mzima, alikuwa ana matatizo usiku kwa mkia hiyo siku, lakini ghafla anaona amebadilika, lakini mke wake anamwambia ni changamoto ya kawaida tu ambayo mimi iliweza kunikumba, lakini usijali mume wangu, kwa kuwa niko vizuri mambo yatakuwa sawa. Lakini kwa upande mwingine tunaona yule kijana wetu aliyeletwa na mama yake Anaambiwa na daktari ya kwamba tumekupima vizuri, lakini majibu tutakupa wiki ijayo. Lakini huyo kijana anashindwa kwa uvumilivu, anahitaji apate hapo hapo, maana anasema yeye nilijali ni wakati. Tunaona nyuma mama yake anasema hajamletea mjukuu. Sasa ulijali ni ulijali wa namna gani? Sijajua anamaanisha nini huyo kijana wetu, lakini daktari anaendelea kumpa msisitizo ya kwamba fuata sheria na utaratibu ambao upo ndani ya hospitalini ili uje kupate majibu yako mazuri ambayo yatakupa amani katika maisha yako. Lakini lakini kijana wetu anaonekana kugoma, anahitaji apate majibu hapo hapo, sijajua na pressure gani. Lakini kwa upande mwingine tunaona hawa wafanyakazi wanaofanya kazi, kazi sehemu moja, tunaona walipata changamoto kulingana na mahusiano yao. Tunaona huyu dada aliweza kuishi na huyu mwanaume kwa lengo la kumchuna pesa, lakini huyu mwanaume aliweza kumpenda huyu dada na pia aliweza kujua kwamba huyu dada ana changamoto za umalaya, lakini aliweza kukaa naye kimapenzi. Lakini wakaja akasimamishwa kazi kwa changamoto alizokuwa nazo. Lakini tunaona bado wana, wana ile sitofahamu ya kwamba itakuwaje. Wanatupiana vijembe, wanatupiana maneno machafu ya kuombeana mambo mabaya. Tunaona wamepata mtikisiko mkubwa sana eneo hilo la kazini lakini huyu dada anasema yeye yupo kwa ajili ya maslahi hapa, ni mjini. Kwa hiyo sijajua kipi kitakachoendelea mara baada ya kuachana. Je, huyu kijana wetu wa kiume anaweza maneno yake akatimia? Lakini huyu binti yetu anaonekana kuwa na msimamo kama kawaida. Lakini katika sehemu nyingine inayofuata tunamuona mama yetu yupo eneo la dukani, anakuja kumwambia dada kwamba anahitaji nguo nzuri, ili aweze I, ili iweze kumpendezesha ili mume wake pale atakapomwangalia basi mume wake aweze kufurahi kwamba mke wangu kapendeza. Na lengo lake kubwa anataka kuwa mdogo, kwa maana akagundua mume wake anapenda watoto wadogo ambao wanavaa vizuri. Sasa huyu mama anataka arudi ili awe kama mtoto mdogo. Jamani, mapenzi haya kwa amekuja kwa dhamira hilo kutafutia nguo ili aweze kupendeza amfurahishe mme wake lakini dada anampa matumaini, anamwambia usijali, nitakutafutia nguo nzuri na utakuwa mrembo na utakuwa kama mtoto mdogo. Lakini kwa upande mwingine, naona binti yetu Lili anafurahia, anasema yule mzee siwezi kudili naye tena, bali mimi nitamwacha. Sijajua lengo lake ni nini, labda ana matumaini ya kwamba atapata zile mali. Sisi wote hatujui nini kitakachoendelea, na je, akipata ile mali atafanikiwa kweli malengo yake ambayo anasema huyu binti Ala, bila shaka hatujajua. Ngoja tuone jinsi anavyowaza ayo malengo yake, kama yatafanikiwa tutakuwa naye bega kwa bega, ili tuone kama wazo wake yatafanikiwa. Lakini tukumbuke yule rafiki yake aliyekuja pia, naye ana mipango yake binafsi. Hawapendani na wanachukiana, ingawaje wanaongea, lakini kila mtu ana jambo lake moyoni mwake. Hebu tuone nini kitakachojiri? Lakini kwa upande wangu tunamuona Nesi anaongea na huyo Justin anataka kuja kupata matibabu yake. Nini kitakachotokea mara baada ya kupokea majibu yake? Sisi tuko pamoja na tutaweza kufuatilia episode, tutajua nini kinachoendelea katika episode ijayo ya 357. Lakini pia tunaona dada yetu yupo kwenye gari, lakini anafikiria mume wake kule yupo anafanya nini eh. Ngoja tuendelee kipi kitakachojiri. Huyu dada anaona anahofu ndani ya gari ajue kinachoendelea na pia kaka yetu mpendwa anakuna kidevu chake, anasema nini kinachotokea? Mbona huyu dada sio kawaida yake? Ameweza kujifikiria ya kutosha, ni kwa nini unampigia simu mtu ambaye alikuwa anakupokea kila wakati, mnaelewana wakati wote, leo hii inakuwaje apokee simu? Kiukweli ni jambo la kushangaza na ni jambo la kusikitisha sana. Nini kitakachojili huko mbele, na tujajua kwa nini yule ampokee simu yake. Tutajua mambo yanayoendelea huko mbele, tutajua itakuwaje. Lakini kwa upande mwingine tunamona kuna mzee ambaye yupo kwenye usafiri atujojo, yupo na nani? Anajaribu kumwambia mbona upokee simu wakati unapigiwa simu? Lakini huyu dada anakwambia kwamba a a sio muhimu sana, maana anaenda kijijini, lakini watu wa mjini sio muhimu sana kwangu. Kwa hiyo mzee wangu, naomba uache hili swala ili liendelee kama lilivyo, kwa sababu unalika kijijini, hamna shida. Asanteni sana.